Unauza viatu bora vya ngozi vilivyotengenezwa na soli imara. Vinadumu na kudumu muda mrefu utavivaa. Vipo vile vya shule na vya wakubwa utapata. Vya kike na vya kiume travota mpaka mikanda. Achana na maronya ya kichina, njoo dukani kwetu, tukupe viatu bora vya ngozi. Epuka viatu feki vya kununua mitaani. Kiatu chapita wiki tayari kishabadilika mpaka rangi. Vingine ndo kisirani vinakatika mpaka soli. Kiatu wanunua ghali hakidumu hata mwezi. Achana na maronya ya kichina, njoo dukani kwetu tukupe viatu bora vya ngozi. Tunapatikana Dodoma mjini, katikati ya Tanzania, mikoani tunatuma mpaka nchi za jirani. Kuona bidhaa zetu, tufuatilie mitandaoni. Achana na maronya ya Kichina, njoo dukani kwetu tukupe viatu bora vya ngozi. Na mwisho na malizia kwa kutoa shukurani kwa wateja wetu wote wa bara na visiwani. Ujumbe huu ukipata, umwambie na jirani achane na maronya ya Kichina, aje dukani kwetu tumpe viatu bora vya ngozi.